Pulabute, jo mguu, hiki kikao kinakuhusu wewe. Sawa sawa mkuu. Nimekuitwa kwenye kilinge chetu kwa sababu umetoa muvi inayotudhalilisha, umetoa muvi ya kichawi. na wala wasanii wako. Mimi nimeigizwa kama wasanii wengine na ile stori sijaandika mimi. Ina maana umemdharau mkuu. Sasa basi, kile kikundi Naomba ukivunje kwa mikono yako wewe mwenyewe kile. Yes, kikundi sitaki tena kiendelee, sitaki mambo mengi. Sawa mguu. Ile usijali, neisitakume. Umenielewa? Ndiyo mguu. Sawa, unaweza tukatoka. Mjomba. Bwana kuna shughuli moja nilikuwa nataka ushauri. Kuhusiana na masuala yetu haya ya umoja, sawa? Kwa sababu kwenye kikundi chetu naona kama kuna mambo hayaendi. Tunajikuta watu tunapatana tukutane mazoezi kama saa kumi. Unakuta unajikuta siku hiyo uko peke yako. Unaona? Sasa nikashangaa bwana nikaona haya mambo kwa nini hayaendi? Nikaona kwa nini sishikishe mjomba. Kwa hiyo ningependa ushauri wako ili njue kama tunafanyaje. Ah. Sasa mjomba, nimekusikia, nimekuelewa. Mimi cha kushauri mjomba, kwa sababu mjomba sasa hivi, kwa kila watu hawapendi kile unachofanya kwenye mm. maisha yeah. wengi hawapendi unachokifanya, sawa sawa. Umeelewa? Mm. Kwa mjomba, mimi ninachokushauri inabidi mjiongeze. Tujiongeze? yaani tujiongeze vipi hapo yeah. yani yaani inamaanisha mjiongeze kutokana na macho ya watu sawa, na roho zao. Wengi hawapendi maendeleo ya mtu, kwa kwenye kujiongeza kwenu mtajue. hmm. Nyiwe mjiongeze sawa, kwa sababu siko peke yangu, tuko wengi. Ngoja yeah. nikawafikishie ujumbe wenzangu, halafu yeah. tujue inakuwaje? Eh. Yeah. Yeah. Basi hamna shida, haina shida mjomba ha, yeah. karibu sana basi, sawa mjomba. Ah mjomba, safari njema Ana mi nilikuwa nahitaji mafuta bwana. Yeah. Hey, mafuta, ya kupaka jamaa wangu, mafuta ya kupaka, yes ah, sawa. Yeah, hayo, hayo. Hayo, hayo, hayo. Yeah sasa hayo sasa yeah. Yeah, jamaa wangu mi najua unanidai Uh-huh. Sawa so, ila cha kufanya kufanya hapa hmm. Sasa hivi hela sina, ila nitakuletea jamaa wangu hela yako hapo kipengele. Nitakuletea, nitakuletea. Sikia, dena sasa hivi lina muda gani? Najua kwamba lina muda mle, lakini hela ah, yako mimi nitakuletea hapo. Unakuwa na feri mwanangu wewe na duka lenye asev vitu vimeisha bado mnakopa tena, unakuja unaongeza deni. Jamaa wangu itakuwa aje? Utanisaidia aje na hapo kipengele, mwanangu? Sista, karibu. Asante, naomba viihov

Sasa mna simu yangu hapa uhakika, uhakika. Ah, bei gani hiyo? Unapiga sana, haiwezi kupoa. Haina shida sasa. Licha ya simu shimo moja nimeshauriwa na mjomba wangu. Ili kundi liendelee inabidi tuende kwa mtaalamu. Taam kwa mtaalamu ndio uh. Ah, wewe ah. Asio, tunaona mazingira, mambo hayaendi kabisa, ni kwa sababu muvi ya kwanza ya pili ya tatu hii, yeah. ya nne, unaona yeah. na bidi tunde kwa mtaalamu, sijui sijui wewe una, unalifikiriaje hivi hapo eh? Sawa, sawa sawa, kuna shida kwa sababu hebu eh, ngoja tutawasiliana na kina Mbotu Rambo 4 yeah. na ingine yetu jojo tunafanyaje

Wewe mwanamke, Una shida gani? Waniuliza mimi na shida gani? Ninachotaka hela yangu. Sikia, nikwambie, niambia kwamba ushakuwa mwizi. Ninachotaka hela yangu. Kwa maana babu alinaambia. Ninachotaka ni hela yangu.

Asasikia. Wewe unamjua huyu? Namjua huyu vizuri sana. Unamjua huyu? Namjua sana tu. Ah, dada na wewe unamjua huyu? Wewe simjui, wewe kama mimi nakujua. Unajifanya unijui. Unajifanya unijui. Sasa hii mbona mnachuzana? Wewe unasema unamjua huyu naye anakwambia wewe hukujui. Asasikia. Shilingi ngapi? Elfu sitini. E Nambia vipi sasa, ambao tunaona makelele makelele, wamesikia jamaa. Dada wangu yaani, huyu sister huyu, huyo jambaka huyu, mwanangu, eh, usiste jambaka, jambaka. Nimetoka kwa nani, guest wangu kanibia hela, huyu hasa dada. Hem, tumbi pochi yako tuone, kwani pochi yako ina nini? Maana nyie watoto wa mjini bwana, si tunajua. <laughs>

ambacho ungekumbuka hii jana. <laughs> pilipili hiyo jamani, na pilipili hiyo nzuri, ukisuka utajua. Unakimbia nini kijana? Hebu nitazame vizuri, hiyo sio ndoto, ni ukweli. si ulizi unaota kukuota, hiyo ni ukweli. Sogea, unakimbia nini? Unakimbia nini kijana? Alafu sasa nakupa onyo, ukikuta ugomvi wa watu usijaribu kuingilia kati. ha -ha -ha -ha -ha -ha -ha -ha. Hilo ni onyo. Basi hivyo nilikufanya tu msukuo. Lakini nyumba yako na mimi ya kwangu hazijaendana.

Sanani nini? Yeah, sa yeah. Sanani jamii. Ni Ho? Sanani umbo sanifu lilosanifiwa likasanifika na likaleta maana mbele ya jamii. Kwa sababu kwa hivyo. Big up to Like that. Like that. Alafu butu. Nishakwambia kabisa. Hiyo <piui> tabia, uh, ya kudakia like, maneno bila kuonyesha kidole sihitaki. Wasadi wii. Wa wa wa wii wa ui. wa wii kaa hivi. Sawa? Sasa makini. Msanii lazima awe makini mda wote sawa. ta kwanza hisia, kwa sababu tukumbuke sisi ndio tunaelimisha tuna, tuna, tuna nini jamii. Jamii inategemea sawa? Kwa hiyo msanii awe makini. Tumeona sisi hapo ndio k zoziilla nini la umakini, sawa? yeah. Lakini juzi nilifundisha zoezi lile, nilifundisha zoezi lile, si ndio? Twende hapo sawa

Taazingira makini sawa, twende: moja, mbili, tatu, nne, tano. Asa, na kweli tumetoa azabu. Alafu atoa nalala, maana nini? Mwenyewe ndonashangaa. Shikaji sio halali, usiku nimekuta na usingizi. Sasa mambo gani lauwa

Maana ikifika tu ile saa saba mazoezini, saa tisa mazoezi sijui, tunaingia lokesheni, tunataka kushuti, yaani mimi lo inavyoniuma inanikereketa. Asaivi walimu wanafunzi wake lala kwenye steji yaani wakienda tu wanalala stejini wanalalaawelee kitw ani hiyo iko vizuri yaani yeah, yeah. ah, yeah, umefanya jambo moja kubwa sana sanaa Yaani hata kungekuwa na zawadi hata ningekupatia mdogo wangu kama ndio hivyo imeisha hiyo. Imeisha hiyo. Ah, maana yaani tulikuwa hatupumui mapema, kila kitu ni kushuti, kushuti, location, location. Sasa mwaka huu tumewakomesha. Mimi nimekuja ndugu yangu, kuna vijana wangu hao wana matatizo makubwa sana. Mm, naomba wasaidie sawa. sawa. Nitawasaidia, nitawasaidia ili tujue kitu gani kinawasumbua. Sawa, sawa. kinachowasumbua ni kitu kidogo sana. Oneni hapa, akaakaligulia

Sawa, nitawasaidia kwa hili, nitawasaidia. Najua mna ndoto zenu nyingi sana za kutimiza, zitatimia tu, wala msijali. Nina uwezo wa kwenda kufanya pale kazi, na ninyi mtaendelea kufanya mazoezi yenu katika kile kiwanja. Msijali, nitawasaidia. Msijali vijana.

ika ijana nitafanya kila kitu ili mweze kufanikiwa katika maisha yenu. Mimi nipo kwa ajili ya kuwasaidia, wala sipo kwa ajili ya kuangamiza. Sawa? Ndio maana niko hapa, nipo kwa ajili yenu. Semeni taile taile, mganga Marele, kwa mga. kwa. Kwa. Kwa. nahii kazi si kazi ndogo kama mnavyofikiria sawa, mnanielewa? Hii sio kazi ndogo zayle, kama mnavyofikiria nyie, hii ni kazi kubwa sana. Mimi mwenyewe nimejitoa, kwa maana nimekuja kuwasaidia.